Katika kijiji cha Kasala kulikuwa na no umaskini wa kupindukia. Watu wake walikuwa wakiteseka kwa ukosefu wa maji safi, chakula cha kutosha, na elimu. Wengi walitegemea kilimo cha jembe la mkono ambacho hakikuzaa matunda ya kutosha kwa sababu ya ukame mara kwa mara. Hali hii iliwafanya wakazi wa kijiji kuwa na majozi makubwa, huku wakata tamaa ya maisha. Kasala kilikuwa na matatizo mengi: ukosefu wa maji, lazima wanawake waende mwendo wa saa 3 hadi mtoni ambapo mara nyingi walikumbana na hatari ya wanyama wakali. Watoto walikosa elimu kwa sababu shule pekee kijijini ilikuwa na mwalimu mmoja na wala haina vifaa vya kutosha. Vijana wengi walikimbilia mjini kutafuta maisha bora, huku akiwacha wazee na watoto wakiangaika peke yao. Katika kijiji hiki alikuwapo kijana mmoja aliyeitwa Juma. Akiwa na umri wa miaka sita, Juma alipoteza wazazi za wake katika janga la njaa lililokumba kijiji hicho. Alielewa na bibi yake mzee ambaye hakuwa na uwezo mkubwa wa kumtunza. Pamoja na hali yake ya umaskini, Juma alikuwa kijana mwenye akili sana na mawazo makubwa. Akiwa na akili zake za haraka, alianza kuwaza jinsi gani angeweza kubadili hali ya kijiji chao. Alikuwa na ndoto ya kuona kasala ikiwa kijiji chenye maji safi, mashamba yanayozalisha mazao mengi na watoto wakipata elimu bora. Lakini kila alipowasilisha mawazo yake, watu alimkejeli. Maji safi? Labda unaota. Elimu bora? Una hata kiatu, nadhani nitafundisha nini? Mmoja wa wazee alimwambia. Siku moja, Juma aliamua kuchukua hatua. Alianza kuchora ramani ya kijiji na kuandika mipango yake ya kuleta maendeleo. Aliamini kwa mtu mkubwa uliokuwa karibu na kijiji unaweza kutumika kama chanzo cha maji safi kwa kuchimba mtaro mkubwa wa kuwasambaza kijijini. Pia alitaka kuanzisha mashamba ya umwagiliaji na kuanzisha kikundi cha vijana kujifunza ufundi wa kisasa. Alijaribu kuwashawishi wazee wa kijiji kushirikiana naye, lakini alipata upinzani mkubwa. Wengi wao wakimkatisha tamaa, wakimwambia umaskini ndio hatima ya kijiji chao. Licha ya upinzani huo, Juma aliamua kusafiri hadi mjini ili kutafuta msaada. Safari hiyo ilikuwa ngumu. Alitembea kwa miguu zaidi ya siku mbili, akipita misitu yenye wanyama wakali na kulala barabarani. Alipofika mjini, alijaribu kuonana na viongozi wakubwa lakini hakufanikiwa kwa sababu hakuwa na pesa za kuwahonga au hata mavazi mazuri ya kumfanya achukuliwe kwa uzito. Juma alijikuta kila nje ofisi za serikali kwa siku kadhaa. Watu walimuona kama mombaomba, huku wengine wakimpuuza. Siku moja alifanikiwa kuzungumza na afisa mmoja ngazi ya chini aliyeguswa na hadithi yake. Afisa huyo alimpa ushauri wa kuandika barua rasmi ya maombi ya msaada na kuwasilisha kwa shirika moja lisilo la serikali. Juma alifuata ushauri huo, lakini aliporudi kijijini alikuta hali ni mbaya zaidi. Ukame ulikuwa umeharibu mashamba na watu walikuwa wakihangaika kupata chakula. Vijana walikuwa wamekimbia kijijini na wazee walikuwa wamekata tamaa kabisa. Hali hiyo ilimvunja moyo, lakini hakukata tamaa. Baada ya miezi kadhaa, shirika lisilo la serikali lijibu barua yake. Waliamua kutembelea kijiji cha Kasara na kuona hali ilivyo. Walipofika walishangazwa na jinsi watu walivyokuwa kiishi kwa taabu. Juma aliongoza kuzunguka kijijini, akionyesha matatizo yote aliyokuwa ameandika katika barua yake. Shirika hilo liahidi kumsaidia, lakini alitoa masharti, wanakijiji wahitajika kutoa shirikiano kwa pamoja. Jambo hili lilimpa Juma changamoto kubwa, kwa sababu wana kijiji wengi walikuwa hawamwamini kwa juhudi nyingi. Alifanikiwa kuwashawishi baadhi ya vijana na wanawake kujiunga naye katika mradi huo. Shirika hilo lilisaidia kuchimba mtaro wa maji kutoka mtoni hadi kijijini. Kwa mara ya kwanza, watu wakasawa walipata maji safi bila kulazimika kutembea mwendo mrefu. Pia walisaidia kuanzisha mashamba ya umwagiliaji na mazao yakaanza kuongezeka. Lakini mafanikio haya hayakuwa rahisi. Watu waliokuwa wakiendesha biashara ya kuuza maji kutoka maeneo ya mbali waliona kama Juma nawaharibia biashara yao. Walianza kumtishia na hata kujaribu kumdhuru. Siku moja, walimteka na kumpiga vibaya na kumtupa pembezoni mwa mtu, akiwa wa mahututi. Wananchi wa Kasala waligundua tukio hilo na haraka walimsaidia Juma na hali hii iliwagusa wengi, na hata wale waliokuwa wakimpinga walianza kumuunga mkono. Waliamua kumlinda na kuhakikisha kwamba miradi yake inafanikiwa. Na na baada ya miaka kadhaa ya kazi ngumu, Kasala kilibadilika. Kilijulikana kama kijiji cha mfano kwa maendeleo. Shule mpya zilijengwa na watoto wakaanza kupata elimu bora. Mashamba ya umwagiliaji aliyekuwa akizalisha mazao mengi na watu walikuwa na chakula cha kutosha. Juma alikuwa shujaa wa kijiji. Hata wale waliokuwa kimpe haki walikiri kwamba alikuwa kosefu. Alipata heshima kubwa si tu kijijini bali pia ilayani, ambapo aliitwa kuzungumza kuhusu jinsi alivyofanikiwa kuleta maendeleo. Hata hivyo, juhudi zake zilimgharimu afya yake. Maumivu aliyopata kutokana na kipigo cha awali alimwathiri na alipata ugonjwa mbaya wa mapafu. Siku moja akiwa kwenye mkutano wa kusherehekea mafanikio ya kijiji, Juma alianguka na kufariki dunia mbele ya wanakijiji. Kifo chake kilileta huzuni kubwa, lakini pia kiliacha ujumbe matumaini. Wanakijiji walimzika Juma kwa heshima kubwa na walijenga mnara kumbukumbu kwenye uwanja wa kijiji ukiwa na maneno yafuatayo: Juma shujaa wa matumaini, alibadili historia ya Kasala. Maisha ya Juma yalikuwa na huzuni kubwa lakini alikufa kama shujaa, aliacha maendeleo makubwa kijijini.